Mtoto mmoja alitambulika kwa jina la Abubakar Haji, mkazi wa Kwa Alimsha, anaekisiwa kuwa na umri wa miaka kumi amefariki dunia baada ya kuzama katika ziwa maeneo ya Sebleni, wilaya mjini Unguja. Tukio hilo limetokea majira ya saa nne za asubuhi ya tarehe 25 mwezi wa 5 2025 wakati marehemu huyo alipokuwa akivua samaki na kupelekea kuzama katika ziwa hilo. Mkoa wa maokozi baharini, kikosi cha zimamoto na uokozi, mrakibu Muhammad Idarusi Muhammad amesema amefika eneo la tukio baada ya kupata taarifa na kufanikiwa kuopoa mwili wa mtoto huyo na kukabidhi kwa jeshi la polisi. Nimepokea taarifa ya kuzama kwa mtoto katika bwawa la Sebleni, tulichukua jitihada ya muda huo huo kuelekea hiyo sehemu na kufanikiwa kumwokoa huyo mtoto ambaye anatambulika kwa jina la Abubakar, Abubakar Haji Makame, mkazi wa Kualimsha, ana umri wa miaka kumi. Aidha, mrakibu Idarusi amewaasa wananchi kuwadhibiti watoto wao kucheza karibu na maeneo yanayojaa maji pamoja na baharini, hususan kwa kipindi hiki cha upepo na uvuma ili kuepukana na majanga mbalimbali yanayoweza kutokezea. Naye shehe wa shehia Sebleni Abrahmani Omar Kasongo anaelezea juu ya tukio hilo. Mara tu baada ya ushajitayarisha, nataka kwenda msikitini, apokea taarifa kwamba kuna mtoto amezama kwenye ziwa la Sebleni kwa hivyo nikatiza pale na kutoka mbio kuja katika eneo, na kwa bahati nimefika nimekuta wahusika wahusika wapo, wanaendelea na huduma, kikosi cha wa zimamoto na uokozi kwakuta, na jamaa wa polisi na kituo cha polisi Ng'ambo. Kwa hivyo tukaendelea na harakati zile, na anaona mwili wa marehemu umepatikana na ka umechukuliwa kukimbizwa hospitali kwa shughuli nyingine, taratibu za kisheria. Akithibitisha kifo cha mtu huyo. Kaimu mkuu wa kitengo cha uhusiano hospitali kuu ya Mnazi Mmoja, Ali Azizi Masud, amesema kweli, tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2025 kulipokelewa mwili wa marehemu, ni mtoto wa miaka 10 mtambulika kwa jina la Abubakari Haji Makame. Uh, mkazi wa kualimsha huyu, uh, unasemekana kwamba alizama katika bwawa la Sebleni na ameokolewa na kikosi cha zimamoto na uokozi. Mwili wake tayari ameshafanyiwa uchunguzi na ameshakabidhiwa kwa ndugu zake kuendelea taratibu za mazishi. Nikiripoti la Fhati Muhammed.